Huduma so, hmm. Na sio ya mwanzo kuonyesha namna gani katika wilaya hii kutoa huduma za afya tue, shahidi, shahidi mtu ambaye hakuwepo lazima tufahamu kwamba serikali ipo inafanya majukumu yake, na sisi kama watumishi ambao tupata dhamana hii kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan katika eneo hili tunafanya kazi yetu vizuri chini ya uongozi wako mheshimiwa. Rasmi mengi yamezungumzwa, na na mimi niamini tu kama tulikuwa tunaahidi kwa watu kwamba kwa kanao na katika halmashauri hii kuhakikisha tunakuwa nao bega kwa bega na wanafanya kazi zao, na kama tulisikia na nyoo wako sasa. Uh, katika baada ya haya machache tu tunakimbia kwenda paka Ifakara kwenye hospitali zetu, lakini ndugu zangu, tunao madaktari Mama Samia samikumbuka Malinyi. Niwaombe sana sana, ndugu zangu wananchi wa mama mlio kuwepo na wababa, hii ni fursa, tuitumie. Tunaambia mama ana usin usingiziwa usingizi lakini salama. Hey, operation salama duga zenu nzuri kweli hapo. Sasa mimi ni waombe ndugu zangu, sitakuwa na maneno mengi, kwa sababu nataka kazi na iendelee. Ninashukuru sana na mpongeze Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutupenda, kwa kuwa sasa tuko hapa, ni wahitaji hey, ni wagonjwa, tuna mahitaji. Sema piga makofi. Nitakuwa nawasumbua sana lakini nasema jamani, tumuombe mama anatwetea madaktari bingwa moja mbili tatu nne tano, tano sita saba nane na hao tushasema, seti hii ni seti nyingine, seti ilishakuja huko ni seti zingine kwa ajili ya kutuhudumia sisi. Ni waombe sana, tukienda kuhudumiwa tuhudumike. Ndugu zangu, madaktari wetu, karibuni sana na mjisikie vizuri mm -hmm. Mtakapokuwa mnatoa huduma katika vyumba vyenu huko, mtakapokuwepo, ndugu zangu, wana mama wanapenda kupokea huduma. Unajua, pia huduma hii ukipokea kwa upendo, inatia faraja, inaleta uponyaji. Cha msingi ni ombe mwe mabalozi kwa wengine. Siku nadhani zimebaki chache, mbaki siku ngapi? Mbili eh. Sasa waambieni watu waje, wa meno wa ni mambo kadha kadha, ni mengi sana hapo, sisi tunasema yote hapo akina mama waambieni huko, akina mama waje wenye shida mbalimbali. Juzi nimepokea watu wapo kwa ajili ya mambo ya fistura wanazunguka huko, ni waombe sana, nitume fursa kuwaambieni, msifiche watu wa fistura huko ndani. Mimi na desturi zetu zinaruhusu zinawafanya watu wafiche, watu tusifiche wagonjwa.